Kero yangu ni kwamba hapa niko i kwenye biashara, nani nani, mtaro wa maji unachafua. Sasa kila mteja akija nkulalamika, na anapokuja anakuambia, sasa hii harufu wewe unachukulia nini? hapa unapo unapofanyia biashara, sasa namwambiaje? Tunapiga simu watu, kila ukipiga simu pigwa saundi, kila ukipiga simu unapigwa saundi, inabidi tu alifanyie kazi. Kero yangu ndio hiyo, kama miezi mitatu ndio, kila siku maji inashuka, na ni unakaa tena inakauka, baadaye inarudi tena. Sasa si tunashindwa hata kuongea, sasa sikunuka hasa si mtaro wa mavi hasa? Hapo ndio tunaomba tu, nani, waandishi wa habari nao watupelekea hata kero zetu huko. Haya yamekuwa kero kwetu kwa wananchi, hususani maji haya yamekuwa kitirika zaidi ya miezi mitatu, yanaweza kutuletea hasara kubwa sana kwa jamii kama vile ugonjwa wa kipindupindu, ikuwa ni changamoto kubwa kwa kwa eneo hili ambapo ina zaidi ya miezi miwili mitatu tangia imeanza kutiririka maji haya maji taka hii imekuwa ni kero ambayo imekuwa kero sugu, na kila mara maji hayo yamekuwa tikitiririka, yakiwa ni changamoto kwa afya ya watoto na hata wakazi wa eneo hili. Maji hayo unavyoyaona kama yalivyo yametoa mpaka yameweka mpaka ule ukungu, ikionyesha kwamba ni kero ya muda mrefu. Kwa hiyo ni kero ambayo tuna tunaiomba serikali na mamlaka husika ziweze kufanyia kazi changamoto hizi za maji taka, hususani sehemu hii ya kwetu anaweza yakapatikana yaka, yaka kutokamana na chemba hizi kukithiri kufumuka ni makubwa. Anaweza yakapatikana madhara ya kiafya kwa watoto zetu, yanaweza yakapatikana madhara ya kiafya hata kwa sisi pia, kwa sababu ni, ni maji ambayo yanatiririka na hayana kikomo cha utirikaji wake, na yanapita mbele ya nyumba za watu, nyuma ya nyumba za watu, kwenye madirisha na kadhalika. Watoto wamekuwa wakiyachezea maji hayo, na tukifahamu kwamba e, mdudu nzi huwa ni mwenye kuchukua viju, vijidudu ambavyo vinakuwa ni athari kwa binadamu. Kwa hiyo nzi pia wanatua katika maji haya, na sisi katika majumba yetu, wale nzi wanaweza wakawa wanafika kwenye vyombo au kwenye maji tunayokunywa au sehemu ambayo sisi tunaweza tukawa tunashiriki kwa ajili ya kuweka kinywani. Kwa hiyo ni, ni kero ambayo inaweza ikatuletea madhara makubwa kwa wananchi wa sehemu hii, hususani watoto ambao ndio wanachezea maji haya. Hizo blockages zinapokuwa zinatokea ndiyo, wananchi wanapaswa watupe taarifa mapema. Kwa hiyo kwa hiyo ambao walilipotia walimisau kwa sababu walioambiwa vijana asubuhi tu walishaitoa, kwa hiyo kwamba ni kitu ambacho kinatakiwa kikae muda mrefu kwa sababu sio, tunaifahamu na mbaya zaidi, wao wenyewe wananchi wenyewe ndio wamekuwa wakichangia kuakisha kuto kutumia, kutumia mitandao hiyo vibaya kwa mamlaka. Wanapokuwa wametoa taarifa kama kuna changamoto, walikituambia wanasema, tunafika kuenda kuhudumia ku, kuakisha kwamba tunaondoa na maji yarudi kwenye mkondo wake, ila kikubwa tu wananchi wao wenyewe wazingatie matumizi sahihi ya mifumo hiyo. Sio kweli, ni uwongo. Hakuna system Moshi inaweza kukaa zaidi ya miezi miwili, hakuna yaani. Yani, taratibu zetu blockage yoyote inapo ilipotiwa imezidi sana ni siku mbili, ni masaa ishirini na nne. Yaani imezidi sana, ndani ya masaa kumi na mbili tunakuwa tumeshaondoa tu. Wao wananchi wenyewe watakuwa waelewe taratibu za mamlaka, na ndio maana tuna mkataba wa huduma kwa mteja. Ndani ya masaa kumi na mbili tatizo limetokea, tunatakuwa tumeshaondoa zaidi hapo. Wao wenyewe watakuwa wamekaa kimya, wakashindwa kutupa taarifa mapema.